Mpendwa, ni kukaribishe katika sehemu hii ya mwisho, sehemu hii ya saba ya masomo ya bado Mungu anarejesha, bado Mungu anarejesha. Katika sehemu hii ya mwisho, tutaangalia ya kwamba bado Mungu anarejesha hata kuwatoa watu kwenye hali ya dhiki, hali ya aibu, hali ya kutelekezwa, hali ya kukoswa matumaini na kuwafanya kuwa watoto wa mfalme wanaoishi ikulu. Yaani, bado Mungu hajali kama wewe umedharauliwa, una thamani. Watu wamekuacha wamekutelekeza, iwe baba, iwe mama, iwe rafiki, iwe ndugu, umekaa katika hali ya kutengwa, bado hata hawa watu Mungu anawalejeza na kuwaleta katika hali bora ya uwana wa Mungu. Ndiyo maana moja ya sentesi ambayo mimi binafsi huwa inanipa ujasiri sana ni ile ya Yohana moja mstari wa kumi na mbili kama sio wa kumi na nne, pale aliposema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Sasa kuitwa mtoto wa Mungu sio jambo dogo, ni jambo kubwa lenye thamani kubwa sana. Sasa ili uelewe nini maana ya kuitwa mtoto wa Mungu, Biblia inasema yote yaliyoandikwa huku kale, agano la kale yaliandikwa kwa ajili yetu, yaliandikwa kwa jinsi ya mfano kwa ajili yetu ili, kwa, ili sisi tuweze kupata faraja na matumaini kutoka katika haya yaliyoandikwa. Leo tutakwenda kumwangalia mtu mwingine, mtu ambaye kutoka katika maisha yake na kile kilichompata, hata sisi tutapata tumaini jipya la namna ambavyo Mungu anaweza kuturejeza na kutugeuza, kututoa kwenye hali ile ya chini ya duni kabisa ya kutelekezwa, na kutuweka katika hali bora ya kufanyika kwa wana wa mfalme, Bwana wa mabwana na Mungu wa miungu. Basi nikukaribishe, tufungue kitabu cha Biblia katika kitabu cha Samueli wa Pili tisa, Samueli wa Pili tisa. Hapa yupo kijana mmoja ambaye kutoka katika mfano wake tunakwenda kupata matumaini ya namna ambavyo hata sisi bado Mwenyezi Mungu yuaweza kuturejeza tena kwa viwango vya juu na viwango vilivyo vikubwa sana. Biblia inasema, kisha Daudi akasema Je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Yonathan? Palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli. Jina lake Ziba. Basi akamwita aende kwa Daudi. Na mfalme akamuuliza, "Wewe ndiwe Ziba?" Naye akasema, "Mimi mtumwa wako ndiye. Mfalme akasema Je, hakuna hata mtu yeyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu? Siba akamwambia mfalme, Yonathan anaye mwana hata sasa aliye na kilema cha mguu. Mfalme akamwambia, yuko wapi? mm -hmm. Siba akamwambia mfalme tazama yupo katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lodebar. Basi mfalme Daudi akatuma watu wakamwondoa katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lodebar. Basi me, Mefiboshethi mwana wa Yonathan mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi akaanguka kifudifudi akasujudu. Daudi akasema "Mefiboshethi," naye akasema "Mimi hapa mtumwa wako." Daudi akamwambia usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya yonathani baba yako, nami nimekurudishia mashamba yote ya sauli baba yako, nami nawe utakula chakula mezani pangu. Akasujudu akasema, mimi mtumwa wako ni nani hata ukamwangalia mbwa mfu kama mimi ndipo mfalme ndipo mfalme akamwita Siba mtumwa wa Sauli akamwambia, mali yote aliyokuwa nayo Sauli na ya nyumba yake nimempa mwana wa baba wako, nawe utamlim, utamlimia nchi hiyo, wewe na wanao na watumwa wako na, wa, na utamletea mwana wa bwana wako matunda yake, apate chakula chake lakini Mefiboshethi mwana wa bwana wako atakula mezani pangu siku zote. Basi huyo ziba alikuwa na wana kumi na watano na watumwa ishirini na watumwa ishirini. Hapa tunaona mtu anayeitwa Mefiboshethi. Mephibosheth alikuwa ni mtoto wa mfalme, mtoto wa mtoto wa mfalme Sauli. Mfalme Sauli alikuwa na mtoto anaitwa Jonathan. Katika vita ambavyo mfalme Sauli na mtoto wake Jonathan walivyoenda vitani, wakauawa na sehemu ya familia yake iliteketezwa kabisa. Sasa kijana mmoja ambaye alikuwa naitwa Mephibosheth akawa amenusurika kuuawa kwenye ile lineage ule ukoo wote wa Sauli, akawa anakaa mahali fulani kwenye kanyumba ka mtu mmoja tu wa makili mwana wa mieli. Alikuwa amekaa kama mtu uletelekezwa, akiwa na hali mbaya, hana lolote, hafai na zaidi ya kwamba huyu kijana amefiboshethi shethi alikuwa ametelekezwa na amekaa kule, anahofu wenda Daudi akaja akamuua akammalizia ili afute kabisa ukoo uliopita wa mfalme Sauli, akiwa na hali mbaya. Jambo la ajabu lingine, huyu kijana Mefiboshethi alikuwa ame ni mlemavu wa miguu. Aliupata pataje huu ulemavu? Ulemavu katika kitabu cha Samueli wa pili nne nne inaelezea historia ya kuvunjika miguu na kuwa mlemavu huyu kijana ambaye leo anatuingiza katika fikra hizi takatifu. Uh, Samueli wa pili nne mstari wa nne anasema naye Jonathan, ambaye tumesema Jonathan alikuwa ni mtoto wa mfalme Sauli, ambaye Jonathan alimzaa huyu kijana aitwa Mephibosheth. Baada Jonathan ya Yonathan na Sauli kuwa wamekufa, na ukoo mwingi watu wengi wazao wa, wa Sauli kuwa wameuawa, alibakia mtu mmoja tu Mefiboshethi, ambaye alikuwa anakaa kwa Makiri huko sehemu paduni kabisa. Biblia nasema, naye Yonathan mwana wa Sauli alikuwa na mwana aliyekuwa na kilema cha miguu, alikuwa amepata miaka mitano. Habari za Sauli na Yonathan zilipofika Yezreeli na yaya wake akamchukua akakimbia. Ikawa alipokimbia kwa haraka, huyo mtoto akaanguka akawa kilema, na jina lake aliitwa Mefiboshethi. Anataka kusema nini Mungu hapa? Anataka kuna vitu anataka kuviconnect, ili baadaye usije ukalaumu kwamba mbona hiki sijakielewa vizuri, wakati habari za kufariki kwa mfalme Sauli na mtoto wake Yonathan kwenye vita. Kwa hiyo wanajua kama ilivyo kawaida, mfalme akifa, yule adui atamalizia na ukoo wote. Yaya, house girl, mfanyakazi wa ndani wa Yonathan, akijua kitakachoenda kutokea, alimchukua yule mtoto mdogo wa Yonathan akakimbia naye, ili amfiche. Alikuwa na umri wa miaka mitano. Wakati amembeba anakimbia na huyu kijana ambaye aitwa Mefiboshethi, akaanguka bahati mbaya. Mefiboshethi akaanguka akatua, akatulia, miguu miguu ikawa lemavu, akavunjika miguu kwa mpaka. Wakati huu huyu Mefiboshethi anatafutwa na Daudi, ili aweze kutendewa mema, alikuwa ni mlemavu wa miguu tangu akiwa na miaka mitano Akiwa amekaa kwenye kanyumba kadogo kachafu kasikofaa kwa makili kule, akiwa amejificha, akiwa ni mchafu, hafai, amepoteza matumaini, maana akionekana popote na akisemwa anajua amemalizika, akiwa katika hali ya kutelekezwa kabisa. Alikuwa ana katoto kamoja kadogo alikapata kwenye mambo yake ya kukaa kaa mle ndani, kama tulivyoona tabia ya kukaakaa kuka, kuka, tu umejifungia kama Daudi huyu kwenye vitu vya ajabu ajabu, vya uzinzi basi, na akawa sijui alimpataje, tusije tukamtuhumu, maana inasemekana, ukisoma kitabu hiki, tupo tunasoma tisa chini, anasema naye alikuwa na katoto kamoja kadogo kaitwa Kamika. Mika. Sasa, yako mambo mengi ya kujifunza. Biblia inataka tufahamu ya kwamba hali aliyokuwa nayo huyu Mefiboshethi ni hali ambayo tunaitwa ni hopeless, hali isiyo na matumaini, hali ya kujifungia ndani, hali ya ukosefu wa chakula, hali ya kutengwa, hali ya hofu na wasiwasi wasi. Ni hali ya mtu mwenye dhambi, alichokuwa nacho huyu Mefiboshethi, ndio tabia ya watu ambao wamemwacha Mungu, akiwa katika hali ya dhambi, hali ya kujishuku, hali ya kuhisi watafutwa wa kuuawa, hali ya wasiwasi wasi, hali ya kukoswa matumaini Hali ya aibu na kudhalilika, hali ya kuvunjika, hali ya kupoteza matumaini. Hii ndio ilikuwa hali aliyokuwa nayo mtumishi wa Mungu huyu Mefiboshethi, na hii ndio hali ambayo anayo mtu yeyote ambaye amezama na kuanguka katika dhambi. Maana ya neno Mefiboshethi, kwa sababu jina linabeba tabia, maana ya jina Mefiboshethi

Mtu wa aibu, mtu wa kudhalilika, mtu wa hali duni, mtu wa hali isio faa, huyu ndiye Mephibosheth. Kuna wakati katika maisha yetu tunapitia condition hii ambayo inaitwa Mephibosheth syndrome. Upo katika hali ya kimephibosheth, hali ya kukata tamaa, hali ya kuwa na wasiwasi, hali ya kupoteza matumaini, hali ya kutojiona si kitu mbele za Mungu, lakini katika mambo ya kujifunza katika siku ya leo ni kwamba Daudi ndiye alianzisha mchakato wa kumtafuta Mefiboshethi, wakati Mefiboshethi akiwa anajiona ni mtu aliyestahili kuuawa, ni mtu ambaye hana thamani ya maisha, ni mtu asiyefaa. Tunajifunza nini? Nimesema haya yote yaliandikwa kwa jinsi ya mfano ili apate kuwa baraka kwetu. Hali yaliyokuwa nayo Mefiboshethi ni hali ya mtu yoyote ambaye uko ana dhambi na amemwacha Mungu na amemkosea Mungu, amekimbia mbali, amejificha. Mara nyingi shetani huwa anawaaminisha watu waliomwacha Mungu ya kwamba Mungu anawatafuta ili awaue, lakini kiukweli, kumbe Mungu anawatafuta ili awaokoe na awatendee mema. Daudi ndiye aliyemwambia huyu Ziba mfanyakazi wa Sauli wa, wa zamani ya kwamba hebu nitafutie mtu, kuna nani ambaye yuko ndani ya familia ya ya Yonathan rafiki yangu na Sauli, kama kuna yote lesari nipate kumtendea mema. Yani, wakati wao nafikiria Mungu anafikiria kukuadhibu na kukutendea kukupa kuchoma moto na kukufanyia mabaya ma, ma Bwana ametoa rasilimali zote za kukutafuta kuhakikisha unaokolewa na unatendewa mema na mfalme Mungu wako. Wako watu wengi sana katika dunia ya sasa wanapitia nyakati za kukata tamaa, wako watu huko Palestina, watu wako Kongo Mashariki, watu wako huko Timoro Mashariki, watu wako huko katika nchi mbalimbali, wako vijijini, wako kwenye hali mbaya, wengine wanauzwa kama watumwa wako katika hali ya kufungwa, uko Warabuni, wako kwenye hali za hatari, wakidhani ya kwamba pamoja na uchungu na ukosefu wa matumaini wanaopitia, Mungu wao pia katika hiyo hali anatafuta awamalizia waue. Lakini habari njema tunajifunza kama ambavyo Daudi alimtafuta Mefiboshethi, ndivyo ambavyo Mungu anakutafuta na wewe, ameandaa watu wakutafute. Tuko watumishi wa Mungu, nachokifanya hapa ni harakati ya utafu, ya utafutwaji wako ili upate kutendewa mema na Mungu. Niko hapa, ili wewe uliyefungwa upate kufunguliwa. Yesu aliyeniokoa mimi aliyemtendea mema mimi akutendee mema na wewe kama ambavyo Mfalme Daudi alimtendea mema Mefiboshethi, ambaye alikuwa kwenye nyumba ya Mikali huko Rodeba, mahali pasipo na matumaini. Jambo la kujifunza lingine ni moyo aliyokuwa nao Daudi kwa huyu Mefiboshethi. Unapoamua kumtendea mtu mema, mtendee mtu mema yaliyokamilika. Mtendee mema, mtendee mema mtu aggressively. Watu wengi wanapotenda mema, atenda mema kwa kusikilizia hivi mm, sija kanigeuka. Yaani ukiamua kutenda mema, Daudi alipoamua kutafuta mtu wa kumtendea mema katika nyumba ya ya, ya Sauli alimtafuta kwa kutumia rasilimali nyingi, alipompata alimtendea mema ya kumtosha. Usija ukafanyia watu mema kwa kusikilizia, afu kahesabu bwana, eh bwana, nimekutendea hivi. Hata mwana yule anaitwa anaitwa Msamaria mwema, A good samaritan, alimtendea mema akiwa na maanisha, kwa kujitoa, kwa kutoa fedha, nguvu, akili, akimfikiria yule mtu aliyepigwa ambaye hamjui. Ukiamua kutenda mema, tenda mema asilimia mia. Ni bora usitende mema kuliko kutenda mema nusu, maana yanakuathiri na kujeruhi na kiroho. Kiroho ni bora usitende mema kuliko kutenda mema, alafu ukaanza kuhesabu wale ule wema kama deni kwa ule ambaye umemtendea mema. Daudi alikuwa ana hii roho ndio maana Mungu licha ya Daudi kuwa na madhaifu sana, miongoni mwa watu wanaopendwa na Mungu katika maandiko matakatifu ni Daudi kwa moyo mzuri na mwema aliyokuwa nao. Jambo lingine la kujifunza, Mungu akiamua kukubariki, anaweza akatumia watu wenye shida kama zako walio karibu yake zaidi kuwasaidia watu walio mbali yake zaidi, walio na shida, inawezekana chache kuliko hawa ambao karibu na Mungu. Kuna kitu hujaelewa. Daudi alipotaka kumsaidia Mefiboshethi mwana wa Yonathani mjukuu wa Sauli, kulikuwa na mfanyakazi wa Sauli ambaye Ziba. Ziba alikuwa na watoto karibu kumi na tano. Ziba alikuwa na wafanyakazi wa kutosha. Ziba alikuwa hana vitu lakini mu, Daudi akaamua kumluka Ziba na kumtafuta Sauli, lakini akamwambia wewe Ziba, nenda kamtafute huyu mtoto wa Sauli Mefiboshethi ukamlete. Alafu mwishoni akasema wewe Ziba, wewe ndio utakayemuhudumia huyu mtu na kumtumikia na kumlimia mashamba yake. Kila mtu atabarikiwa kwa wakati wake. Kuna wakati kila ambacho unakitaka wewe Kabla Mungu hajakupa, ana uwezo wa kukutumia wewe ukawatendee mema wengine wenye shida hiyo hiyo ambayo unaitaka. Hujanielewa? Kuna wakati unaweza ukawa ni mgonjwa, wakati huo ukiwa ni mgonjwa, Mungu anakutaka ukiwa mgonjwa hivyo hivyo, nenda ukawaombee na kuwaponya wagonjwa. Sio kwamba Ziba alikuwa ni tajiri, Ziba alikuwa ni maskini, lakini Mungu Daudi akamluka Ziba na watoto wake, akaenda kumtafuta huyu ambaye alikuwa hana hata mtu asiyejulikana ambaye ana ID, wazazi wake wamekufa, anatafutwa wa kuuawa. Kwa chochote ambacho Mungu atakutuma kufanya fanya, watendeni mema watu, maana wakati wako ukifika na wewe utainuliwa. Tulikuwa mahali fulani tunaomba watumishi wa Mungu kadhaa, watu wakasema watoe mahitaji yao mtumishi wa Mungu ambaye kimsingi alikuwa ni mzoefu zaidi akasema tutaje mambo ya kuombea. Kimsingi, mambo aliyoyataja yeye ni mambo duni dhaifu, machache ya kilevo ya Tanzania na nchi fupi. Miongoni mwetu, mmoja akaomba Mungu amsaidie, aende Brazili, aende India, aende China, aubili wazungu, aubili warabu, watu wa lugha na mataifa mbalimbali huyu jamaa akaumia sana, akasema <laughs> haiwezekani. Utaratibu ni kwamba mimi mkubwa hawezi huo kaomba vitu vikubwa kunizidi mimi. Wivu umepelekea watu washindwe kuwahudumia watu kwa maelekezo kutoka kwa Mungu, eti wakisubiri mpaka wao Mungu awafanyie kwanza ndipo wafanyie watu wengine. Kimsingi kazi nyingine, uokovu mwingine tutaupata ukiwa katika mchakato wa kuwasaidia wengine wenye shida ambazo kimsingi zao uendekana za kwetu, nikawa ni kubwa kuliko wao. Ukiona mimi nahubiri, sio kwamba nimekamilika. Yako mambo ambayo bado sijakamilika, yako mambo bado hayafai, lakini Mungu hataki nisubiri mpaka mimi niwe mkamilifu kamili kabisa ndio nianze kumfanyia kazi. Mchakato wa kuwasaidia wengine, na sisi tunasaidiwa humo humo ni sawa na mtu anayefua nguo. Unapokuwa ukifua nguo, nguo zinapotakata, unakuta na wewe mikono yako imekuwa misafi zaidi. Ndio maana Mungu alikupa wajibu wote ufanye, maana kupitia wajibu huo kuna elements ziko njia za wokovu wako kupitia kutekeleza wajibu ambao Mungu amekupa. Ndio maana watu wote wanaokimbia majukumu wanaopewa na Mungu wanakimbia majukumu ambayo yangepelekea kurahisisha kuokolewa kwao. Ndio maana watu wote wanaoacha vile ambavyo Mungu amewapa kufanya wakafanya vya wengine kwa sababu ya kuiga, wanajikuta wamejiepushia baraka ambazo zingetokea kwao kama sehemu ya mabadiliko ya kumtumikia Mungu. Ni jambo lingine la kusikitisha kidogo, la kusikitisha kidogo, unasoma hapa ya kwamba baada ya Daudi kuwa amemwalika Mefiboshethi, akamuosha vizuri, akatafutiwa chumba kizuri, akamwambia utakaa kwa mfalme, utakula na mfalme. Alafu Bwana naye muone na uwe taziba na watoto wake watakuwa wakulima mashamba yako. Alafu mashamba ya mfalme yatakuwa yako. Alikuwa ni maskini sana, kufumba na kufumbua akawa bilionea tajiri mkubwa. Daudi akamwambia Mefiboshethi, wewe utakuwa unalala kwenye chumba changu hiki. Dasole, utakua utakuwa unakula kwenye meza yangu hapa, vidono vile anavyokula mfalme, kama ni mayai yaliokaangwa vizuri, kama zile chapati zonyoka nazo kaandiwa mfalme Daudi, na wewe utakuwa unakula. Privilege ya kiwango cha juu sana akawa amepewa Mefiboshethi, angalia anachosema, asema mimi ni kama mbwa mfu, sistahili kula kwako. Yani Mungu amekupa hadhi ya juu, wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu, ndio aliitiao jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini wewe kwa sababu umeitwa mtoto wa Mungu, lakini maisha unayoishi ni maisha kana kwamba wewe ni, mtu, ni, ni, ni, ni jalala la Mungu. Hakuna kitu ambacho kinamuumeza Mungu kama kuona wale watoto wake aliowakomboa kwa damu ya thamani, akapigwa kwa ajili yake akatemewa mate kwa ajili yao akateseka kwa ajili yao. Baada ya kugundua wakampokea Yesu, wakafanyika kuwa watoto wa Mungu, raia wa mbinguni, ukuhani wa kifalume, watu wanaomilikiwa na Mungu, halafu watu wao akawaona wakitembea na kuishi maisha kana kwamba ni mbwa mfu. Mefiboshethi anasema mimi ni mbwa mfu, sistahili kuata vitu hivi vizuri vya mfalume. Aha, unastahili! Wewe si mbwa mfu, wewe ni mtoto wa mfalume mtu wa miliki ya Mungu, ukuhani wa kifalme tembea. Ukijitamkia kwanza, wenye akili wanaamka asubuhi wanaanza kuomba wanatamka kwa Mungu, mimi si mtu wa kawaida, mimi ni mtoto wa mfalme, ninakula na mfalme, ninalishwa na mfalme, maslahi yangu yanatoka kwa Mungu wa mbinguni. Yani mimi ni mtoto wa Mungu, mimi ni ukuhani wa kifalme, hakuna wako niweza baba yangu amenikomboa kwa damu ya thamani, natambua thamani yangu ni juu kabisa thamani yangu ni ya juu kabisa yaani mimi ukichukua utajiri wote wa dunia nzima hautoshi kulinganishwa na bei na gharama iliyotumika kunikomboa ya Mungu wa mbinguni maneno haya ukiwa unajitamkia yakafaa kwenye familia kwenye akili yako yakakaa kwenye akili yako hata masa za dhambi nyingi zitakoma kama kuna watu walidai wana kumiliki kama kuna ulimwengu wa giza unadai unaumiliki, una hati miliki kwenye maisha yako, kama kuna matatizo yanadai umiliki kwenye maisha yako, ukichagua kujiheshimu kama ni mtoto wa mfalme Mungu wa miungu, licha na vichangamoto vidogo vidogo hivi, lakini bado wewe ni mtoto wa mfalme, itakuletea matokeo makubwa sana katika maisha yako. Mpendwa, ninakusii na kukutia moyo bado Mungu anawarejesha wale wote waliopitia katika hali ya aibu, kuteseka na kujificha kwa sababu ya mgumu wa maisha na kuwafanya kuwa watoto wa mfalme. Unajua hata wewe ni mtoto wa mfalme. Lakini naongea na wewe ambaye bado hujampokea Yesu Kristo kwa Bwana mwokozi wako, unajikosesha fursa ya kuitwa mtoto wa Mungu. Kwa huyo tuna haki ya kulia aba, yani baba na aba maana yake ni biological father ni baba. Mungu ni baba wetu aliyetuzaa kabisa kupitia damu ya Yesu Kristo. Kwao anatujali, anatulisha, anasimamia ustawi wetu, ndiye atakayetuokoa na hivi karibuni anakuja kutuchukua. Je, unasema hata mimi nimekuwa nikiishi kama mbwa mfu ndani ya mfalme? Ni Mkristo lakini maisha yangu ni maisha yasio na thamani, naishi kama niko Lodebar wakati ni kwenye ikulu Yerusalemu maisha yangu baada ya kuwa maisha ikulu ni maisha ya wasiwasi wasi, maisha yaliyojaa aibu maisha yaliyojaa kuteswa, liyojaa kuteseka, sijui nitakula nini, akili yangu imevurugwa. Kumbe mimi ni wa maana namna hii, na unasema nataka niishi maisha ya kifalume, maana mimi ni mtoto wa mfalume, nacha nataka nile nile vyakula vya kifalume. Vyakula vya kifalume ni hivi hapa, unalisha ubongo wako, hiki ni chakula cha kifalume hata wafalume wa kwenye maandiko matakatifu, ilikuwa ni marufuku kwa mfalume kama una ile neno. Maana neno linakupa akili na uwezo mkubwa, IQ yako inakuwa ni kubwa sana kama ukiwa ni mtu wa kula vyakula vya kifalume. Lakini pia hivi karibuni atakuja kutuchukua ili tukale naye kule mbinguni. Ikiwa unasema na mimi, nimejifunza kwenye maisha yangu, nimekuwa maisha ya huyu Mefibosheth. maisha ya kutengwa maisha, maisha ya kujifungia ndani, maisha ya aibu, maisha yasiyofaa. Lakini bahati mbaya, nikiwa katika hali hii, nina watoto, watoto wangu nao wamekuwa namna hii, hawana maana, watoto wamepoteza mwelekeo, wanavuta mabangi, watoto wanateseka, hawana mavazi wala chakula. Natamani nitapobarikiwa mimi na watoto wangu wabarikiwe, na mimi napokuwa mtoto wa mfalme na watoto wangu wa watoto wa mfalme, maana mimi nimechagua kwa kifalme, ya kifamilia, ya kifalme ikiwa ndicho ambacho umeamua, ndicho ambacho umechagua, Mungu wa mbinguni akubariki sana, Mungu wa mbinguni akutendee mambo makubwa. Baba, asante kwa ajili ya mtoto wako, kwa njia moja au nyingine ametambua ya kwamba alikuwa anaishi Lodeba na ametambua ya kwamba wewe Mungu tayari umeshamtafuta na umempa hadhi ya mtoto wa kifalme, lakini wakati mwingine matendo yake na maneno yake Yani, maneno ya rodeba, maneno ya hali ya uko uzuni maneno ya, ya aibu maisha ya chum, machini kabisa asiyofaa kwa ajili ya neno la leo tu. Mungu yeye ambaye ameshushwa muinue tena kwa jina la Yesu. Yeye ambaye uchumi wake uliangushwa kama Mefiboshethi, baba muinue tena na kumpatia haki zake. Yeye ambaye mpoteza baraka ya umiliki, baba mpe nguvu ya kumiliki tena kwa jina la Yesu. Ninamwombea mtoto wako huyo ikiwa dhambi zimemfanya kuishi maisha ya Lodebal, maisha ya uzuni, maisha ya mashaka, maisha ya wasiwasi. Baba ninakusihi sana, kwa mamlaka ya neno lako, Baba futa dhambi zake zote, mpokee tena kwa jina la Yesu. Na kwa sababu amefanyika kuwa mtoto wako, leo endelea kumbariki kwa jina la Yesu. Chochote kilichochema ki kinachomstahili mtoto wa kifalme usimpungukie tena kwa mamlaka ya jina la Yesu. Asante maana kaa kimekuwa katika jina la Yesu. Amen.